wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uchaguzi mkuu baada ya serikali za mitaa, maana yake ili ushike dola lazima kushinda uchaguzi mkuu. Sisi tulitumia serikali ya mitaa Kutesti mitambo, mitambo imetiki. Hiyo hiyo mitambo tunataka kushinda tena kwa kishindo uchaguzi mkuu huu, <coughs> nataka niwahakikishie. Chama cha Mapinduzi kipo tayari kwa uchaguzi Wenzetu hawa wanapita, wanahadaa watu, wanadanganya watu eti tutazuia uchaguzi kwa nguvu ya umma. Hapa Mbeya wana nguvu ya umma zaidi. Nimeona nguvu ya umma wanapokea samaki Rukwa huko. Ya mtani wangu Tundu Lissu kabla ya kwenda kule kwa Kena ni kule Nkasi, aliongea anasema, yule mbunge wa Nkasi wa kupewa sio halali, alipopewa samaki kamlemea, kakaa hivi kanacheka, nikasema singida lako hatuna samaki kwa ule samaki Kaahalisha Kenani ni mbunge halali wa CHADEMA. Madiwani tulio nao hawapasi kuendelea, lazima wachaguliwe kila baada ya miaka. Wabunge tulio nao lazima wachaguliwe kila baada ya miaka. Rais tuliye naye lazima wachaguliwe kila baada ya miaka. Alafu kuna chama kinaongozwa na wanasheria hawasomi na katiba. Uchaguzi huu sio kwa ridhaa ya chama cha mapinduzi. Uchaguzi huu ni kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. CCM inaheshimu demokrasia, CCM haiwezi kwenda kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. hatuwezi tukahojiwa siku kwamba madiwani hao wamekaa muda mrefu, hatutaki kuhojiwa kwamba wabunge hao wamekaa muda mrefu, hatutaki kuhojiwa kwamba mheshimiwa rais amekaa muda mrefu. Tunataka uchaguzi kwa matakwa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. CCM oye! Na kwa maana hiyo hatuna haja ya kuwabembeleza, narudia Chadema hatuna haja ya kuwabembeleza, tunakwenda kwenye uchaguzi kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya, na baada ya uchaguzi kama hawatashiriki shauri yao, wasiposhiriki shauri na ndio mwisho wao wa kuwa chama kikuu cha upinzani Tanzania. Kwa hiyo meseji hiyo wa wafikie. Tunakwenda kwenye uchaguzi kwa matakwa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. CCM oye! Hoja wanazozijenga ni hoja za kitoto, eti tunataka mabadiliko, bila mabadiliko hatuendi kwenye uchaguzi. Msigu ameeleza vizuri. Waliahidi mabadiliko kwenye chama chao hawajafanya, unawezaje kuwa na mamlaka ya kusema mabadiliko mengine?